Karibu mpendwa wa msikilizaji na mfuatiliaji wa Sant Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Jumatano, juma la sita, kipindi cha Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza latoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 aya ya kumi na tano aya ya ishirini na mbili hadi sura ya kumi na nane aya ya kwanza na somo la injili latoka katika injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya kumi na sita aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na tano. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, bado ni ngali ninayo mengi ya kuwambia, lakini hamwezi kustahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari neno la Bwana. Sifa kwako, eh, Kristo. Karibuni ndugu zangu katika Kristo, tutafakari kwa pamoja injili ya leo ambayo inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi ya 15. Sehemu hii ya injili inaeleza sehemu ya usia wa Yesu kwa wanafunzi wake, sehemu ambayo inaendeleza ufunuo wa Mungu Roho Mtakatifu. Yesu anaambia wafuasi wake kuwa anayo bado mengi ya kuambia, lakini anaona kuwa kwa wakati huo hawataweza kustahimili. Bila shaka tunatambua wazi kuwa jambo ambalo mtu hawezi kulistahimili ni jambo zito sana. Yesu anawaonyesha wanafunzi wake kuwa huko mbeleni utume wa maisha yao kwa ujumla yatakumbwa na mambo mazito. Na kama tunavyojua kuwa uzito wa jambo mtu huusikia pale ambapo jambo lenyewe linakuwa limempata na wala si pale anapoelezwa tu na mtu mwingine. Yesu anawaeleza ni wakati huo huo anapokuwapo pamoja na Roho Mtakatifu. Yesu anamwonyesha Roho Mtakatifu kama yule atakayewapa mitume ustahimilivu katika magumu. Na katika kutazama kwa upana zaidi, Roho Mtakatifu anaonyesha na kutambulishwa kama ndiye ambaye utume ujao wa wafuasi na mambo ya kanisa yapo mikononi mwake. Ndugu zangu, tunayaelewa maneno ya Yesu anayosema kuwa baadaye Roho Mtakatifu atawaongoza katika ukweli, atasema yale ambayo aliyafundisha Yesu na atabaki kumtukuza Yesu mwenyewe. Katika Injili ya siku hii ya leo, maandiko yanatufunulia kazi za Roho Mtakatifu katika maisha yetu na katika kanisa kwa ujumla. Maandiko haya matakatifu yanatupa fundisho la imani kwamba Mungu wa kweli na wa pekee ni mmoja katika nafsi tatu ambazo ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu kwa sababu Mungu mwenyewe amelifunua katika historia ya wokovu, katika fumbo la uumbaji, fumbo la ukombozi wa mwanadamu na katika fumbo la kumtuma Roho Mtakatifu. Katika mpango huu wa ukombozi, kila nafsi ya Mungu inatekeleza kazi yake ya pamoja kufuatana na hali yake kama nafsi. Ndiyo maana tunamwita Baba kama muumbaji, Mwana kama mkombozi na Roho Mtakatifu kama mfariji anayetakatifuza. hata hivyo hii yote ni kazi ya pamoja ya nafsi tatu za Mungu kwa sababu hizi ni nafsi zenye asili moja na kwa sababu hiyo zina utendaji mmoja ulio sawa. Ndugu zangu katika Kristo, kupitia maandiko haya matakatifu ya leo, tuombe nguvu ya Mungu itusaidie ili yawe kichocheo kwetu cha kuimarisha uhusiano wetu na kujenga familia na jumuiya zinazotunza neema tulizopata kwa njia ya Kristo Yesu. Familia na jumuiya zinazoiga siku kwa siku upendo wa Baba, na kwa mfano wa upendo huo tupendane pia sisi kwa sisi. Tunaalikwa tujenge familia na jumuiya ambazo zinaishi kwa kushirikiana na kusaidiana hasa katika nyakati ngumu, ambapo mmoja wa familia au wanajumuiya anapopitia katika kipindi kigumu cha maisha, tuweze kupeana moyo na kusaidiana. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nasi daima katika familia na katika jumuiya zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Damian Domisian wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Buffalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!